na mkulima katika kijiji cha Kongoni eneo bunge la Likuyani anakadiria ya hasara baada ya mimea yake ya mahindi kunyauka kwa madai kwamba mahindi yake hayo yalinyunyuziwa kemikali na kundi la vijana wanaodaiwa kuutumiwa tu kufanikisha uovu huo. Huyo hapa Joseph Amunye Otieno akizungumza na kituo hiki. Mkulima Fadhila Wasike anadai vijana hao waliingia shambani mwake mapema alfajiri, chini ya masharti ya afisa wa polisi ambaye ni mmoja wa familia hiyo. Ni shamba langu wanavuna nani chakula miaka nyingi sana sasa, na hii ni urithi ya baba. Sasa hii shamba yangu mwaka huu nimepanda mahindi yangu nikapalilia, nikaweka mbolea ya kwanza urea. Sasa wamekucha na waka spray mahindi yangu, pande mwingine ikangolewa point mbili, ikangolewa point tatu ikaspraywa. Sasa ndio shamba inaonekana vile iko hivi, mombolesa mahindi yangu hii imechomeka hivi yaani, mfana vile yuko naonekana sisi maskini hana lake. Anakuja kwa shamba anakuja na soti kwa mkono na pistol, na, na pingo na na mpini, na kwa mkono mpini vijana wa mkono kufanya kazi walikuwa watu sita. Familia hii nadai uvamizi huu ni kuwashinikiza kuondoka katika ardhi hiyo ambayo waliachiwa na marehemu baba yao. Ni shamba langu si ati nimeipia mtu yaani, wanasema wasichana hatuna haki kupata urithi kwetu ndia maana anafanya hivi na yeye anakuja kwa shamba le penye papa alinipea, si wasichana alinipea mimi, ndia anakuja kuniangamiza mimi na mali yangu. Sisi tunalia haki ya baba yetu, maana tulipewa shamba. Na huyu kijana mkubwa akataka tuuze shamba. Hasa watu wengine sisi tulikuwa tunasaidiwa na mzazi tu na maisha, na tuko na watoto. Imekuwa tu mabishano tukipata hata mtu wa kuuza shamba. Anasema ati wasichana hawana urithi. Shamba lenye limechomwa ni shamba ambalo lilipewa urithi na baba yangu akapea dada yangu. Sasa tunashangaa sana, wale watu waliotekeleza mambo ni wale watu wanachulikana, ni watu wa familia. Kwa sasa familia hii nataka atuakali kuchukuliwa kwa waliotekeleza uovu huo, ili wapate haki kutokana na unyanyasaji huu. Hasa nalilia haki yangu, serikali, hata mpungu wetu penye huko, chifu wetu shundu mose shundu, nalilia haki hii ni kweli, hii ni haki kweli, katika haki maisha ya mwanadamu kweli, kuchoma chakula. Watu waingilie kati, ili nasi tupate she tupate, she, tupate ukweli chochote. Tunataka tunalilia haki na tupate. Tukipata haki itakuwa ukweli, maana hili shamba lilichoma wa watu wenye tumechua wenyewe walikuwa wakisema walipewa shilingi elfu moja elfu moja, inaweza pewa ichomwe shamba la dada yangu, na amekaramikia kama hili. Sasa tunalilia serikali, tusaidie tupate haki. Hata hivyo akizungumza na kituo hiki kwa njia ya simu, afisa wa polisi anayeshukiwa kuamrisha genge hilo amesema licha ya kipande hicho cha ardhi kuwa na mzozo wa umiliki baina ya wazazi wake na shangazie, hajahusika kwa vyovyote na uharibifu huo. Joseph Amnyotieno, West TV, Likuyani, County ya Kakamega. Na baada ya, ya kufuatilia mzozo huo wa ardhi ama utata wa ardhi, imebainika kwamba afisa wa polisi aliyedaiwa kwamba huenda aliwakodi vijana hao anasema kuna waraka ambao unaeleza wazi matumizi ya shamba hilo, hivyo si yeye alihusika katika udhalimu huo.